imani ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameiacha ikiwa na nguvu, imani ambayo ni wajibu kwa kila Muislam kuieneza imani hii juu ya ardhi yote ya Allah azza wa jalla. Na kwa imani hii tunapendana, na kwa imani hii tunachukiana. Katika imani hii undugu wetu unakuwa ni wa nguvu, na kutokana na imani hii pia ndugu wetu unakosa nguvu. Leo ni siku ya muhadhara, tumewaalika Waislam, mashekh, mustafidu, tulab, njooni msikie yale ambayo sisi tunayohoja, njooni msikie yale ambayo sisi twalingania, njooni msikie yale ambayo roho zetu zitatoka kwa ajili ya hayo njooni msikie wale ambao atumwogopi mtu kwa ajili ya hayo. Njooni msikie maneno haya na wala msisikie kwa watu wanafiki wanaochukua habari sio za usahihi. Sasa leo msikie wenyewe, alafu muulize maswali yote yanayohusiana na hayo tuliyoyasema. Lakini kwanza, napenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala nielezee machache biaunillahi azza wa jalla. Ikiwa Muislamu ataka kujua ana jamaa katika ardhi hii anayoishi ambayo haihukumiani kwa sheria za Allah, au hana jamaa, basi asije katika hali ya ubishi, wala usije na ubishi. Ubishi utatukuta sisi, ni wabishi kuliko wewe. Wala usije na ufedhuli, utakuta watu wana maneno makali kuliko waliokuja nayo, na wala usije na usheshe, utakuta watu wanawajua mashekh. Kwa hiyo, njoo ujue kinachosema ni sahihi, kina adilla au ni maneno ya msemaji, basi ameamua kusema, au kweli huyu mtu amekuja kuwapoteza watu, basi utapata hakika. Lakini dawa hii ni ngumu sana, na fikira yake si nyepesi, na dawa hii anayoitangaza ni Allah tabaraka wa taala, ikipitia katika vinywa vya watu wabaya, manake dawa ya haq, dawa ya kuuza nafsi yako. Allah tabaraka wa taala huitangaza kwa umma kupitia vinywa vya watu wabaya. Wanafik wataitangaza dawa hii, wabishi ndio wenye kuitangaza dawa hii, na wenye kuchukua habari za uongo ndio watakaoitangaza dawa hii. Na hii ndiyo manhaji ya mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia katika Siratu Nabawiya, maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam utasadikisha aya inayosema ni kweli kwa sababu ni mambo ya kitarehe. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa utume na ameamrishwa kulingania dawa kwa siri miaka mitatu, na baadaye mwaka wa nne mpaka mwaka wa kumi na tatu akiifanya kazi ya dawa hii kwa uwazi, walioitangaza dawa miaka mitatu ya siri na ile miaka ya kudhihirisha dawa kwa wingi ni maadui wa dawa. Hakuna mwislamu aliyeishi katika darul kufur iliyokuwa Makka chini ya sanadidi Quraishi, abu Jahali, abu Lahabi na wengine, isipokuwa aliyetangaza dawa hii ni mtu mwovu. Kwa hiyo ukimtazama abu Jahali, yeye alikuwa aipinga dawa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini yeye kuipinga dawa ndiyo alikuwa anaitangaza o na wengi katika dawa hii, wengi hatujuani, lakini wao wanaitangaza dawa kupitia kwenye vinyo vyao vya upingaji, hali ya kuwa hawajakaa na kusikilizishwa. Jamani, kitu gani? Biauni llahi azza wa jal, leo tutazungumza masail ya kielimu, tutaizungumza jamaa kielimu, kielimu tena, sio kithanawi wala mutawasita wala ibtidaia. Tutazungumza jamaa kiuniversity ki ki university, university. Tutaizungumza jamaa kielimu na yule anayesema ana elimu ya jamaa na sisi tupoteza watu. Basi leo ndio majali yako, leo ndio tutazungumza mimi na wewe mubashara katika hali hizo zote utakazokuwa nazo. Maanake ndio Uislamu sio dini yangu mimi wala siyo dini ya misikiti wala ikuwa dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Uislamu ni dini ya Allah tabaraka wa taala

Sasa hii si amana ya mtu fulani, hii ni amana ya sisi sote, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wasikia kweli, jamaa ipo, tulia vizuri. Haya masaili ya dini, kama mtu ni mbabaishaji, tunamjua mapema sana. Tulia vizuri, sikiliza hoja zetu, sio mimi tena, hoja zetu, hoja za Ahlusunnat Waljamaa, hoja za Ahlusunnati Waljamaa.

miezi kadhaa imekuwa mimi nashutumiwa, kwamba huyo awapoteza watu, huyo akusoma, huyo hajui hata kutamka hurufu alhijaiya, huyo khawariji. Huyo zimekuwa nyingi, kila mtu anayepata nafasi ya kuzungumza kwenye mimbari hizi basi na yeye azungumza vile anavyotaka yeye, na shutuma zote zaelekea kwangu. Sasa ukimuuliza shekhe, umeisha kukaa na Abu Ismaila walau yawman hata siku moja? Sima pana mtu fulani anasema ndio sawa, lakini unatakiwa uniite hii Mwanza, mimi sio nimehamia Mwanza, nimezaliwa wakati Allah subhanahu wa ta'ala, yukhrijuni anantoa min batni ummi kwenye tumbo la mama angu kile kitovu, baada ya siku saba kilipokatwa, akikuangushwa Bukoba, wala akikuangushwa Msoma, wala akikuangushwa mkoa wote, kimezikwa katika ardhi hii, na Allah atakitoa yaumaalqiama, kwa sababu yeye ndiye mwenye kufufua vile ambavyo ni wafu, huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mimi ni mwanziyu, alafu mimi ni salafiyu, lakini sio salafii yule abeba fikra za Warabu, mizigo ya Warabu na fatwa za kuwaridhisha wafalme, kisha anawaletea watu ambao tayari wanaona kila siku mtu anauawa, tayari wanaona Waislamu wajaa katika sero za maadui, bighairi maktasabu. Basi na dhambi ndugu zangu katika imani, pia mimi nailingania dawa ya kital pasina shaka wala uoga, na mbele yangu iko kadari ya Allah tabaraka wataala, lile jambo ambalo Allah amelikadaria katika ujana wangu kama halitonipata basi halitonipata, na lile ambalo Allah tabaraka wa taala amenikadaria basi. Hata tukiacha dawa ya kital, kama vile mashekhe wa maslahia, mashekhe wa kuajiriwa, mashekhe wa kusaini kwenye vitabu vya mishahara, basi wao waogopa, lakini haya yatawapata na vifo. Mwisho wake ni vifo vya kidhalili. Hawakuwa salafu sale wakiogopa kutiwa magerezani hata siku moja bali Sheikhu lislam lmujahid shekhulislam mujahid, mujahid Ibnu Taimiya ameingia gerezani mara mbili akiwa Sham ambayo ni Suria, na pia akaingia gerezani akiwa Misri. Lengo ni kusimamisha raa ya Uislamu, akafungwa shekhu lislam Ibnu Taimiya na mpaka mauti yake akamkuta akiwa gerezani. Ni maisha ya masalafi maadamu tuko hai na yule ambaye ametuumba ataka sisi tuzungumzie Uislamu basi acha tuzungumze Uislamu, lakini siwezi kuacha kuzungumza Uislamu kwa sababu yuko shekhe fulani ameajiliwa na taasisi fulani na mshahara wake unafahamika, eti ameona dawa hii inapingana na maslahi yake. Sisiyo kazi yetu kushughulikia mambo yenu, lakini lazima tubainishe. Kwa hiyo amepita maneno nyuma naweka sawa kabla ya kuingia katika muhadhara, na si lazima uishe leo. Ni, ni mrefu sana weza kutumia mwezi mzima, kila wiki mara moja. Wala usiwe na shaka, hatuna shida. Ni maraji weke ilmu, niqash ilmiya, natanaqashu bainana ala ma natahadath anha, kwa yale ambayo tuyazungumzia nayo ni jamaa. Mashekhe wamesimama katika misikiti yao, huyo anawapoteza vijana, wanaacha kusalia katika misikiti ya feni misikiti mizuri, wanaenda kwenye vumbi huko mbali. Haya ni maneno wanaoyasema watu sasa. Ndugu zangu katika imani, mimi na wenzangu tumeshauriana, tumeona haya maneno ya kuambiwa jamaa, salatu ljamia salatu ljamaa ni maneno wanaoyasema watu, lakini hawajaiangalia hiyo jamaa wanaoisema na wao ni mashahidi wa nafsi zao, Wanapotaja baadhi ya masaili ya jamaa, alafu awadhirishi na kubainisha jamaa wanayosema ni ipi, jamaatu lughatan au shar'a. ni jamaa ya kilugha ama ni jamaa ya kisheria. kwa mita zungumza zote ya kilugha na shar'a biaunillah tabaraka wa taala. Hii ni bahdhi kutoka katika kutub za wana wa chuoni, ntaashiria nimenukuu wapi na nimedandia wapi kwa haya anayoyasema. Maudhui yetu kubwa, baada ya basmala, nimeandika aljamaatu, imekuwa na taarifu, sio ikawa nakira kwamba ikawa jamaatun. Ikiwa ni jamaatun, ina tanwini kwenye taulmarbuta, aina alifu wala mwanzoni, manake ni fi kulli, ni katika kila kikundi kinaitwa jamaa, lakini ukiweka alifu